So, ni okay. Nini kinaendelea mpaka sasa? Hebu tujue sasa, sasa utoka mapema, tulikwepo hapa tukisubiria kwa hamu utueleze nini kinaendelea. Mimi namshukuru Mwenyezi Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani. Hii ni sheria, hii ni serikali, itaangalia wapi kuna haki hmm. Okay, chinga lakini leo ilionekana mmoja, wote wawili wewe na mkubwa inaonekana, <coughs> umetokea wewe peke yako, mkubwa yakutokea, kuna shida gani hapa? Uh, sasa hiyo labda mkikutana nao wao viongozi Eh? Seven. Eh?

Okay, nini kinaendelea mpaka sasa? Hebu tujuze, sababu toka mapema tulikwepo hapa tukisubiria kwa hamu. Utueleze nini kinaendelea. Mwenyezi Mungu kwa kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu na nazani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani. So, ini sheria, ini serikali itaangalia wapi kuna haki, haki zitafata. Okay, chinga, lakini leo ilionekana moja wote wawili, wewe na mkubwa, inaonekana umetokea wewe peke yako, mkubwa yakutokea, kuna shida gani hapa sasa? Hiyo labda mkikutana nao wao ya mwongozi mtawasizia wao

Skwoo, nini kinaendelea mpaka sasa? Hebu tujue sababu, toka mapema tulikuwepo hapa tukisubiria kwa hamu, utueleze nini kinaendelea. Mi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu Okay. na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu nimeshafika nyumbani. hii ni so, ya, ini sheria ini serikali itaangalia wapi kuna haki, haki zitafuata. Okay, chinga. lakini leo, leo ilionekana mmoja, wote wawili, wewe na mkubwa, inaonekana hmm. umetokea wewe peke yako, mkubwa yakutokea kuna shida gani hapa? uh, sasa hiyo labda mkikutana nao wao viongozi Asante. Eh? Seven. Eh?

Shkwoo, nini kinaendelea mpaka sasa? Hebu tujuze, kwa sababu toka mapema tulikuwepo hapa tukisubiria kwa hamu. Utueleze nini kinaendelea. Mi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu. Okay. na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani. So, hii ni sheria, hii ni serikali, itaangalia wapi kuna haki, haki zitafuata huko. Okay, chinga, lakini leo ilionekana mmoja wote wawili, wewe na mkubwa, ininaonekana hmm. Umetokea wewe peke yako, mkubwa kutokea, kuna shida gani hapa? uh, sasa hiyo labda mkikutana nao wao viongozi, mtawahusizia si. wao

kutoka atapata